Tunapokamilisha kilele cha siku ya leo, kila mmoja akawe balozi wa namna bora ya utunzaji wa mazingira katika maeneo yetu, likiwemo pia swala zima la upandaji wa miti. Kwa hiyo, wakati wote tunapoenda kuadhimisha siku ya mazingira, maana yake kubwa ambalo tunahamasishwa ni swala zima la upandaji wa miti, na zoezi hilo pia tumelifanya hapa, lakini limefanyika pia katika maeneo mengine tofauti tofauti lakini lingine la msingi ambalo linasisitizwa ni suala zima la usafi wa mazingira kwa ujumla wake. Kwa hiyo lazima tuwe na mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kuziwekea utaratibu mzuri zile taka ambazo zinazalishwa ili kuendelea kutunza mazingira yetu, lakini bado tuendelee kutoa elimu sababu ukipita huko mitaani, bado wananchi hawana tabia ya kutunza mazingira kwamba taka wanazozizalisha hazitunzwi katika utaratibu mzuri, zikachukuliwa zikapelekwa mahali palipowekwa maalum. Kwa hiyo ofisi ya mazingira, sisi wote kama wadau wa mazingira tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwahamasisha na kutoa elimu kwa wananchi, waelewe tunapozungumzia swala so zima la utunzaji wa mazingira ni pamoja na zile taka ambazo zinazalishwa uwekewa utaratibu mzuri wa kuweza kuhifadhiwa katika jengo maalum. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutupatia ushirikiano katika shughuli mbali mbalimbali za halmashauri ikiwemo usimamizi wa usafi wa mazingira. Tunakuomba uendelee kutupatia ushirikiano huo ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kupunguza changamoto ya takataka nyingi zinazozalishwa lakini hazifiki dampo.